Hello, mambo vipi? Karibuni tena katika YouTube channel yangu Amina Nasibu. Siku hii ya leo tunaenda kujifundisha jinsi ya kujaza nywele, kulefusha nywele, kuzuia nywele kukatika na kuzifanya nywele kujaa, hata kama unatumia dawa hii ni kwa ajili ya watu ambao wanaweka nywele zao dawa, lakini kabla yote yayote, sia ni subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification zote ambazo nitakuwa naelezea kuhusiana na nywele. Jamani, kwa wale wanaoweka dawa, wengi wanaogopa kuweka dawa kwa sababu nywele zao zinakatika sana, hazikui vizuri na wala hazijai. Lakini mimi nawaambia siku zote kuna vitu ambavyo unaweza ukavitumia hata kama nywele yako unatumia dawa sana lakini pia naamini utunzaji wa nywele, nywele unaweka dawa baada ya mwezi miezi mitatu mpaka miezi minne. Kwa wale ambazo nywele zao zinawahi kuotea unalitachi baada ya miezi mitatu, lakini pia kuna yule mwingine nywele inaotea sana kwa haraka miezi miwili, hiyo ndo desturi ya nywele yenye dawa. Lakini pia unapokuwa unaenda saluni kulitachi, usisahau kulitachi kitu kinachoitwa lelozi hair relaxer. Hii ni dawa nzuri sana ya nywele ambayo inazuia nywele kukatika, inafanya nywele yako inakuwa nyeusi na inajaa. Hata kama unamaliza kulitachi ama amando, mara kwa ya kwanza kuweka dawa, hapo hapo nywele unaiona kabisa iko tofauti. Ukimaliza kuweka hiki kitu, usisahau mtoto wake anaitwa hair steaming hii ni steaming ya nywele ambayo hata kama umeungua na dawa, hata kama hujatumia dawa yangu hii, ukatumia tu dawa nyingine, lakini ukawa na hii steaming ya relosi, inasaidia kuponya vidonda kwa haraka sana. Ukihisi tu umeungua, chukua relosi hii steaming, paka kwenye nywele yako kuanzia chini ya ngozi Halafu chana nywele yako vizuri, kama ni dryer wewe ingia, unapokuwa umetoka kwenye dryer, unafikua umekauka nywele yako na vidonda vinakuwa havipo kabisa. Hii naita steaming tiba, ni nzuri sana kwa ngozi ya nywele yako, inafanya nywele yako kukua. Ukiwa na hii kombi mbili, unapokuwa unaenda ku retouch ni nywele yako itakuwa ni nzuri sana hawezi kuamini. Hii nywele yangu mimi nimeretouch juzi, lakini nywele yangu ni nzuri, imara, ni nene, iliyojaa hivyo naweza nikachana kivyo vyote. Ni nywele ambayo kiukweli unaweza ukasema nimeritachi labda hata na miezi mingapi. Hapana, haina mezi, ni juzi tu nimeritachi hii nywele. Ndivyo hivi inavyoonekana, ni laini, ni nzuri na imejaa, na inakuwa na mwonekano mzuri sana, na nywele ambayo inavutia kiukweli. So ukihitaji ushauri kuhusiana na nywele unaeweka dawa Usisahau kunitafuta kwa namba hizo zinazoonekana hapo. Pia usisahau kusubscribe. Ushauri pia utunzaji wa nywele, nitafute muda wote, nitakusaidia. Hizi bidhaa ukizihitaji, pia nitafute. Ni bidhaa nzuri sana kwa nywele yako, ni nzuri sana sana sana sana. Naposema sana, namaanisha kwa wale wanazotumia wanazielewa. Karibuni sana, nawapenda.